Taifa letu kwa sasa linaelekea kwenye uchaguzi mkuu ifikapo tarehe ishirini na tisa Oktoba. Nimekuja leo kuja kuzungumza na nyie kirafiki kabisa. Wanawake tunaonekana ndio wahanga wakuu yanapotokea majanga kwenye mambo kama haya, sikufichini wazee wangu, yanapotokea maafa ya aina yoyote ama uvunjifu wa amani wenzetu wanaume wanakuwa hawapo tayari kushirikiana na sisi. Kubwa hasa ilionileta, tumeshaanza kuona watu wanaopita wakishajihisha uvunjifu wa amani, tunajua hawa ni viongozi wetu. Sisi tunataka labda mtu ajatuambie, yeye sera yake ni ipi? Tukimchagua atatufanyia nini? atatufanyia nini na nini? Lakini yeye akisimama kwenye majukwaa anachokihubiri yeye ni mgusupu: msikubali, msikubali, msikubali. Lakini mkiwa hamkukubali, mkifika katika eneo ambalo hamkukubali, yeye mnamuona? Hamumuoni. Tunaoonekana ni sisi ambao tumeshawishiwa, lakini tunaoonekana ni vijana wetu sisi, wanaoonekana ni waume zetu, na sisi wanawake ndio tunakuwa mstari wa mbele lakini aliyekuja kutushawishi kuenda kuvuruga ile amani, yeye hayupo. Na kama yupo, basi ujue kwamba familia yake, kama ana mke ama ana watoto, basi katika hii nchi hapa Tanzania panapoitwa Tanzania, basi hawapo, kabakisha yeye na yeye aliyebakia, basi ana pasipoti, pengine ipo kwenye mfuko na siku hizi tiketi za ndege zinakatwa kwenye mitandao. Anachukua tu simu yake, ana google, anakata tiketi ya ndege. Huyo pasipoti yake anayo hapa mfukoni, ikitokea na kutokea, na simu yake anafungua na washa data, anakata tiketi ya ndege hapo hapo, anakimbilia airport na kusafiri. Mimi na wewe tulikuwa hatuna hiyo visa, mimi na wewe hatuna pasipoti, hatujui hata ilivyo. Mimi na wewe hatuna uwezo wa kupata tiketi ya ndege, tunabakia hapa sisi, ndio tunakuwa wahanga wa uvunjifu wa amani. Kwa hiyo wanawake wenzangu, nakuombeni sana sana, tena sana, na uzoefu nimeuona katika uchaguzi wa mwaka ishirini ishirini wanawake wengi walioumizwa na kulazwa hospitali, hii ilitokana na kupiga kura ya mapema. Na hivi sasa, hiyo kura ya mapema ndio ambayo tayari imeshaanza kusemwa, hatutaki kura ya mapema, hatutaki kura ya mapema. Kura ya mapema ipo kwenye sheria, ipo kwenye katiba. Sawa eh? Wakiwa hawaitaki au haitakikani, kura ya mapema ni viongozi kukaa wakapeleka mswada kwenye Baraza la Wawakilishi, kura mapema ikaondoshwa na itaondoshwa. Ukipelekwa mswada ukipita, basi kura mapema itaondoshwa. Lakini kwa rahisi rahisi tu ukapanda kwenye jukwaa, ukaanza kupita, ukashajiisha watu kwamba kura mapema hatuitaki na nendeni mkazuie, hapo bado hajatusaidia sawa, eh? Kama tunahisi kura ya mapema ndio inapelekea labda Tukia haya masuala ya uvunjifu wa amani basi viongozi wetu hawa waende wakapeleke mswada kwenye baraza la wawakilishi, kuna mapema iondosho tunakendeea, mwaka 30 na kuendelea itakuwa haipo. Lakini kwa sasa, kwa kuwa haijatolewa kwenye sheria, sheria sheria sheria, hakuna hakuna mtu mtu anayetakiwa kuvunja sheria na wala hakuna mtu anayekuwa juu juu ya sheria. Lazima sheria iwe juu, sisi tuwe chini. Hata mheshimiwa rais hawezi kuwa juu ya sheria sheria, kwa sababu sheria ishatungwa. Kwa hiyo hawezi tu Dokta Hussein akasema moja kwa moja nazuia kura ya mapema isifanywe kwa sababu kunatokea hiki na kile na kile. Hawezi. Hata kama yeye ni rais, lazima taratibu za kuondosha kura ya mapema zifanyike kisheria kama ilivyowekwa kisheria. Kwa hiyo sasa, katika uchaguzi wa mwaka ishirini ishirini ndio tulianza kutumia hii kura ya mapema. Niliwaona wanawake kwenye vituo vingi ambavyo viliwekwa, ni vituo hivi vya kupiga kura ya mapema na ndiyo wahanga. Nilipotakiwa nipite hospitali ya Bala Mzee kwenda kuangalia na kuchukua idadi ya watu walioathirika kwenye uchaguzi ule, wanawake niliwapata wengi, na niliwapata wengi. Nilimkuta mwanamke mmoja, yeye ni mwanamke anaishi Tondoni, Tondoni ya Mjimbili nikamuuliza ilikuwaje? alipigwa risasi kwenye ugoko wa mguu, na muuliza ilikuwaje, asema nilikuja Mtambile. Kufanya nini Mtambile? ndio kituo chako cha kupigia kura? Kituo chako cha kupigia kura wewe ni Mjimbini, Dondooni ni shehia ya Mjimbini, kituo chao cha kupigia kura ni skuli ya Mjimbini. Kura mapema kwa jimbo la Mtambile ilipigwa Mtambile skuli. Ulikuja kufanya nini Mtambile skuli? Asema, nilikuja kulinda kura haki yangu haki katika taifa hili. Kuna watu maalum wanaopaswa kuzilinda kura zetu, kuna watu wanaopaswa kuzilinda kura zetu, na si kila mtu kwamba anapaswa kulinda kura yake, lakini ukiambiwa haki yako, mimi nadhani haki ya mtu, hakuna haki ya mtu ambayo itapotea. Haki yako ukikosa hapa duniani kwa kuipata, unajua wapi utakwenda kuipata haki yako? Mwanamke yule, basi nimemkuta yupo kana kwamba niseme mpaka leo ile mwanamke kapata ulemavu wa mguu na viongozi hawa sasa wanaotuambia twendeni tukalinde haki yetu, tunafika tunaathirika. Nini matukio yake? Mwisho wa siku, mwisho wa siku wanakwenda kukaa meza moja, baina ya viongozi wa upande huu na viongozi wa upande ule, wanazungumza, wanakubaliana muafaka, sijui serikali ya pamoja. Haya, mimi nimeshinda kwa asilimia kubwa, nachukua uraisi na, na wewe asilimia yako ni ndogo, nakupa makamu wa rais. Maisha yanaendelea, wao kwao, maisha yanaendelea mtu anatembea na vingora analindwa na stahiki zote anapata. Wewe tayari ashakuweka mlemavu ama kashakuweka mjane ama mtoto wako kashamwathiri, pengine kashakufa, umebaki sasa umekuwa mkiwa. Kubwa nililokuja hapa kuambia wanawake wenzangu, tusikubali kushawishika, tusikubali kushawishika sisi na wala tusikubali kushawishi waume zetu na watoto wetu wanaume wamewekwa wao ni kawamuna kwetu sisi tunaambiwa, eh katika kusoma arijalu kawamuna ala nisai, watabaki kuwa ni wakubwa wetu, watabaki kuwa ni viongozi wetu, tunapasa tuwatii na tuwasikilize, sawa? Eh, lakini wanaume nao wana udhaifu wao kwetu, tunajua sote. Mwanamme ukimuhendo na kumwambia mme wangu usifanye hivi usende na hivi, wanatusikiliza sana wanatusikiliza sana. Wamebaki kuwa wao ni wasimamizi wetu, wamebaki wao kuwa ni viongozi wetu, ndio dini yetu inavyotambia. Lakini nao wanaume wanatusikiliza. Tuambieni waume zetu na watoto wetu, vijana wetu, wasende kutumika vibaya kwa maslahi ya mtu, kwa sababu hata kama huyo anayekwambia nenda kalinde, ashinde yeye, atangaziwe awe rais, ndio atakuja kukuona wewe sasa, kwa hiyo sasa, nilicho ninachokwambieni hata huyo anayekushawushini nendeni mkazuie kura mapema isipigwe ashinde yeye awe rais hapa vitu, ndio atakuja huku Jambang'ome ajakwambia wewe, sasa ulikwenda pigana ukashinda? Mimi haji haji. Wanawake wenzangu, tusidanganyike tusidanganyike.